Wengi wenu mmechagua maisha yanayotokana na mashauri muliopata mashuleni, mashauri muliopata kwa dada zenu, mashauri muliopata kwa ndugu zenu. Wengi wenu hivyo ulivyo, umechagua. Usidhani imetokea tu huko hivyo, yani hivyo hivyo ulivyo, umechagua, ila kuna mahala ulichagua bila kujielewa. Kuna maeneo ambayo ulichagua bila kujielewani wingi tu wa maneno pepe, pepe ewe, ewe, ewe. Afano hii hii singo madha hii hii ntaipiga. Yaani, nafahamu shingo madha unaweza usirudi kwa mwanaume yule yule usiolewe na aliye kuzalisha lakini ukaja kuolewa na mwanaume tu, yaani mwanaume kabisa standard anayekuoa wewe na madhaifu yako anakuoa wewe na, na mapungufu yako na makosa yako, na makosa anayabadili kuwa jukwaa, kuwa utukufu, kuwa baraka. Lakini hiyo haitazuia nisikuonyeshe ni kwa kiasi gani ulihusika kuharibikiwa. Hakuna aliyekuharibia maisha, hakuna mwanaume mkorofi alikuharibia maisha hayupo. Jambo ambayo nataka ujue uliingia, Mungu alikupa wakufanana naye, Mungu alikupa wakufanana naye. Nani hao wameputuruka tena na kamera wa, wa mazimbo tena mwana, mliingia vizuri tu mwanzoni, mepigwa vita gani tena? Kamera rekebisheni mliingia tu vizuri Bwana Yesu asifiwe swala so, la swini jaribu kuna mlioingia vibaya kuna mliocheza step vibaya wakati uko kwenye ndoa na mwanamke mmoja kaongea nikasema umenishawishi sana nitoa nyingine ya haraka sana kama wawili watatu asia so, mchungaji Si wote sisi tuna tabia hizo. Kuna sehemu ya wanaume ambao ni sababu ya sisi kuwa singomaza, tumejaribu kila njia nao, pia ingewezekana uwakemee. Niwe mjibu, nimemwambia asilimia tisini na tisa Asilimia tisini na tisa ya mpasuko wa ndoa imesababishwa na mwanamke. Sasa utaki, naanza kwanza kwa Adamu, utakuja kuona ni mwanamke aliyeipasua aliyeleta hizi faraka zilizomo duniani, na Bibilia kwa bahati mbaya nayo imewawenga, inasema mwanamke mpumbavu ndio anayeibomoa ndoa yake, manake ndoa ibomolewagi ni mwanaume. Ndo maana hakuna eneo mwanaume mpumbavu ubomoa ndoa, yaani mwanaume hahusiki kubomoa ndoa. Ndoa inabomolewaga na mwanamke. Mwanamke mpumbavu huibomoa ndoa yake, amna cha mwanaume mpumbavu. Mwanamke mpumbavu amteli, nikikuchambulia nikikuchamburia utajiona uchi pale, uchi kabisa, uchi kabisa, umetanua na miguu na haibu kujivita fikini kwenye njozi, afikii kwenye njozi, uchi kabisa, hata mikono haikufichi. Mwombe tu niishie njiani, hii single mother, single mother. Lakini nikisema tu nichimbe, nichimbe hakuna ndoa hata moja nitamrushia alama mwanaume hata moja kila mwanguko, anavyoshangilia sasa, mwombeni ishie njiani kwa sababu kuna, kuna somo kuna eneo fulani nimesoma sema Adam na, eh, yule mke Sara mke wa Ibrahim alimwita mumewe bwana, alimwita mumewe bwana. Fikiria mumewe bwana ambaye amewahi kutaka kumuuza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Farao, bado mumewe ni bwana. Alitaka kumuuza kwa mfalume mwingine yule, bado mumewe ni nani? Ni bwana amemtoa kwenda kwenye nchi ambayo hawajui wanakokwenda, mumewe ni bwana. Hakuna aina ya unyenyekevu huo. Utaua ndoa, utafanya mwanaume akukimbie. haupo. Haupo, haupo, haupo. Utafanya mwanaume akukatae. Haupo, hakuna unyenyekevu. Kiwango cha Sarai, kiwango cha Sarai kinafanya mwanamke um, mwana akuache. hakuna hakuna. Ibrahimu kaingia kwenye mtego wa kukubali kuzaa na Hajiri. Sara anamwita bwana kazaa na mfanya kazi kija kazi, Sara anamwita bwana, na Sarai ndo alimshawishi aliingia kwenye mtego anamwita bwana. Mwanamke, najua akili inayotumwa, kwa sababu sasa hivi si mshambia 50, 50 akili nakwam na kwa kwa mba basi, mtumwa sawa na ukubwa wa dhambi aliyofanya mama yako o, tukawa watumwa. Ukikubali huo wa utumwa, ndio unaweza ukaja kuheshimika, kwa sababu sikana kwamba mwanaume yoyote ukimnyenyekea kwa viwango kama hivyo atabaki juu tu anaweza akashuka akawa mwaminifu akawa mwadilifu. Ukiona umeshuka, unashuka, anazidi kukanyaga juu, unashuka, unashuka, anakukanyaga juu, jua unalipwa sawa. Na ukiruka njia baba, nitakufa na ukimwi, ndo malipo yako ndo malipo yako, kwa sababu staili ulioingia kwenye ndoa ilitakiwa kukutana na vipigo vya aina hiyo, ili wengine wafike. Maana sema kama ndoa ndo hiyo, subiri kwanza eh, kama ndoa ni hivyo, subiri kwanza, ili aingie sasa. Taratibu lao apiga hata miaka 28 29, na kiangalia, acha tu, acha ifika hata 32, ha, acha ikifika hata 35, lakini nikiingia wala uniingia hata kama waliopo wale kanisani pale, na kuna watu mwelewe, umeolewa na mwanaume mkorofi mpaka atakuua, au unakufa kwa presha, alafu mungu ametaka iwe hivyo, hakuokoi, hakuokoi Nataka mwijue hasira ya Mungu juu ya mama yenu aichofanya ambacho mpaka leo hii, na wewe ndo uko hivyo hivyo, muko hivyo hivyo, hamuwezi mukafuata zile kanuni za ja mama yenu sana aliyekuja walau watolee mikosi. Wapi vya sasa hivi vya sa hivi vimejua hamsini kwa hamsini, mtacheza na usingo maza. Na nimekwambia kuwa singo maza tafsiri yake umelaaniwa, umelaanika, we ni mkosi na yeyote atakaye kuoa wewe ameumia. Kaumiaje? mbeba mtoto ambaye umezaa kwingine, sio jambo dogo hilo. Mue, mnaelewa, nataka pakuume ili anaye anayenitazama hapo mwingine, kibinti hapa kilaze masikio, kilaze masikio. Usidhani utazaa kuna mtu atakupokea wewe na watoto wako, sio kirahisi hivyo. Eiza tanyanyasa watoto, roho yako ikume au atakunyanyasa wewe pamoja na watoto <coughs> kwa hiyo mchungaji, tusiolewe. Kwa ushauri wangu, unayejita single mother, usiolewe, usiolewe mpaka mme wako afe, usiolewe tena mpaka mme wako afe tena tena, akifa usijikaolewa yaani wewe ni Paulo kwa lazima, huyo ndo uheri, hiyo ndo afadhali yako. Ingia kichwa kichwa hapa duniani, utaruka kichurachura mpaka unafika kuzimu. Mchongaji waliobakwa, anaweza akakubaka mwanaume mmoja ulinogewa, ulikuwa na kiumaraa fulani aivyo, kushika hapa ndo ukakunjwa uka na mkono eh, ah, sitaki mimi, sitaki sitaki, shaki ukaona, tanua miguu, sitaki Mwisubiri singo mada, sio muda wake hapa, mwisubiri. Lakini charua nitapiga, nikiongea, mkikomenti likaibuka swali, naanza mada nyingine, nikomenti likanswai naanza mada nyingine tovika mara. Dunia imeharibika sana, imeharibika sana. Hebu nirudi kwenye fundisho langu hapa. Mkopeshe Mungu na wanadamu ili ubaki ukimdai Mungu na wanadamu. Nilipochepukia ni hapa: chagua hiki ambacho mimi najua ndiyo asili yako. Chagua maisha ambayo wakati wowote utakapoishi, wakati wowote utakapoishi, utakuwa ni mtu